Mambo vipi? Hapa ni loko content na tunaangazia habari kubwa kwa husu Manchester United, klabu ambayo imekuwa na season mbaya sana, dhahiri shahiri dirisha kubwa lijalo litakuwa dirisha ambalo linahitaji kufanya kazi kubwa ili kuweza kuijenga Manchester United. Unaweza ukatuandikia maoni yako hapo chini pamoja na kucomment, ukashare ukalike na kusubscribe ili kuikuza jamii kubwa ya Manchester United. Dirisha kubwa lijalo, dirisha la majira ya joto, Manchester inahitaji kufanya maboresho kwenye maeneo kadhaa. Goalkeeper, beki wa kulia kiungo wa kati pamoja na mshambuliaji ambaye atakuwa ni katili haswa kwa kuweza kuisaidia Manchester United ambao katika sizoni hii mambo yamekuwa magumu, na kama isingekuwa udhaifu wa timu zingine ingewezekana kuwa taarifa za kushuka daraja pia zingewahusu Red Devils. Sasa tuangazia wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda wakatengeneza kikosi cha sizon ijayo cha Manchester United chini ya mreno Ruben Amorim. tunafahamu mfumo wa Amorim mfumo mama ni kuanza na walinzi watatu nyuma, alafu watakuwa na watu wanne wawili mbele yao na mshambuliaji mmoja lakini, ingawa wakati mwingine huwa kuna mabadiliko ya hapa na pale kwa sababu ya mechi na mpango mkakati wa mechi utakavyokuwa, kunatarajia kuona Amorimu akiendelea kusalia kwenye idea yake ya watu watatu wanne wawili halafu mmoja golini. Kwa Manchester na uwepo wa golkipa Andre Onana iliaminika kwamba inaweza kuwa ili suluhisho, baada ya kuruhusu Daudi De Gea kuweza kuondoka, lakini mambo bado hayajawashwari. Katika misimu hii miwili ya kwanza ya Onana, inawezekana mchezaji bora, lakini akashindwa kuzalisha kile kilicho bora kwenye klabu ya Manchester United. Sasa sehemu ya kwanza kabisa ambayo Manchester unahitaji kufanyia marekebisho, kwa mujibu wa vyanzo vingi vikitaja na kueleza na wachambuzi wengi wakieleza, ni sehemu ya golini na watu ambao wanatajwa kwa sasa kuja kuinusuru Manchester katika sehemu ya goli ni goalkeeper Joao Garcia. Huyu ni goalkeeper chipukizi kutoka klabu ya Espanyo ya Espanyol ya kule nchini Hispania. Huyu ndiyo goalkeeper aliyefanya save nyingi za mashuti ya karibu katika sezoni hii ya La Liga ambayo inaelekea ina ukingoni. Kwa hivyo wao gasia kutoka Espanyol ndio goalkeeper anayetajwa zaidi kuja kuchukua nafasi ya milingoti mitatu ndani ya Manchester United. Milinkovic Savic, golkipa mrefu mwenye nguvu mzoefu golkipa imara, aliwahi kupita Manchester akiwa kijana mdogo, ni golkipa ambaye pia anatajwa kuenda akaja Manchester. Lakini mbali na hao, anatajwa pia Emiliano Martinez kutoka Aston Villa, ni golkipa mwingine anatajwa. Wayne Rooney amempigia chapuo David De Gea kwamba anaanza kuja kufaa kuisaidia Manchester United, hiyo ni sehemu namba moja. Sehemu ya pili ni sehemu ya ulinzi, ambako tunafahamu wachezaji kama Leni Yolo pamoja na kina kina Heaven wamejitahidi sana kufanya vizuri na bado wachezaji wadogo, tunatarajia kuona watakuwa na season bora msimu ujao, lakini majeruhi ya Lisandro Martinez yalipunguza kiasi fulani mambo yasiende vizuri. Uh, Aiden Haven anaweza kuziba pengo la, la watu wengine, na tunatarajia kuona ondoko la walinzi wakubwa zaidi ambao wapo Manchester Kina. Mtu kama Victor Lindelof huenda kanaondoka mwisho wa msimu. Uh, John Evans anaweza kanaondoka lakini Harry Maguire amefanya vizuri sana na amekuwa akisaidia timu katika sehemu ngumu. Ni mtu ambaye amebadilika, na inatarajiwa huenda akasalia ndani ya Manchester. Mlinzi anayetajwa na kupigiwa chapuo zaidi Jonathan Tah kutoka kwenye klabu ya Bayer Leverkusen ya kule nchini jerumani. Jonathan Tah yeye ame amesema kabisa anaondoka season hii, lakini Madrid na Bayern Munich wanatafuta namna ya kuweza kumsajili. Huyu ni mchezaji ambaye ni mwandamizi, mchezaji ambaye ni mzoefu, na anaondoka kama free agent kwa ko Manchester wenda ikampata kama free agent kama ambapo inaelezwa kwamba unaweza ukakomaa kupata mlinzi huyu ambaye ni mlinzi mkuu kabisa. Sehemu ya kiungo pia ni sehemu nyingine ambayo Manchester inahitaji kupata usaidizi. Manuel Ugarte amefanya vizuri sana kwenye season yake kwanza na Manchester. Bruno Fernandes amekuwa nitegemezi, lakini Manchester inahitaji kiungo mwingine. Anatajwa Brazil Ederson kutoka Atalanta, kiungo box to box mwenye uwezo wa kushambulia pamoja na kutembea na mpira sehemu kubwa. Huyu ni mchezaji anatajwa zaidi kwamba huenda akaja kuwa sehemu ya kikosi kijacho cha Manchester United. Katika mfumo huu ambao anautumia Amorim, anahitaji watu wawili wa pembeni Upande mmoja yuko Patri Dogo, upande mmoja na kwepwa Madialo. Lakini inaelezwa Manchester sasa ilikuwa inataka kuangazia kupata beki mwingine wa kulia kwa kuja kusaidia kwenye upande wa kulia. Tayari dogo yupo, lakini kulia ndio gudalo anaonekana ni mtu ambaye mambo hajaenda vizuri. Kwa hiyo bado kuna machaguo yapo kadhaa yakielezwa, yanachunguzwa ili kupata beki wa kulia ambaye atakuwa anafanya kazi kama wingback. Tunaona mfano kule Inter Milan akina Don Freeze wanaofanya kazi au kina Damiano anaofanya kazi, ndivyo ambavyo system hii inahitaji mtu huyo. Sehemu ya ushambuliaji, Matthew Kunya kiungo mshambuliaji mbunifu jeuri, ana karibu ya kucheza Manchester United. Huyu ni mtu mwingine ambaye anatajwa huenda akaja, na dili yake inatajwa inaweza kukamilika wiki ijayo, kwa mujibu wa Fabrizio Romano akisema kwamba Manchester watulie, washabiki wa Manchester watulie, wiki ijayo huenda dili ikakamilika ya Mathew Cunha. Wayne Rooney amempigia chapuo Victor Osimhen na watu wengi wamekuwa wakimpigia chapuo kwamba anafaa kuja kubeba safu ya ushambuliaji ya Manchester ambayo imeshindwa kubeba majukumu muhimu. Hakuna mtu ambaye amepiga 10 plus msimu huu, si Joshua si Rasmus, wote bado dhofli hali. Kwa hiyo, Osimhen anatajwa kuwa ni mtu mwingine ambaye anaweza kuja kuongeza nguvu kwenye kikosi cha United. Matthew Cunha Uh, Osimen ni watu muhimu sana kuja kuisaidia Manchester, lakini haijaachwa mbali bado taarifa ya bwana mdogo Liam Delap, ambaye amewahi kupita Man City na akicheza kwenye klabu ya Ipswich ya pale England, pia anatajwa kama ni mtu mwingine ambaye huenda akaja kuibosti safu ya ushambuliaji ya Manchester. Taarifa ya Victor Yorekes pia bado haijakufa, huyu ni mtu mwingine ambaye huenda Kaja kupata nafasi ya kuja kuwasaidia Manchester hatujui, na ikielezwa kwamba Victor mwenyewe anasema hajui season ijayo atacheza wapi either ni Arsenal ni Manchester, lakini hizo zote ni tetesi, bado hajajua yatakuwa wapi season ijayo. Kwa hiyo huyu ni mtu mwingine muhimu sana. Uh, Bran Mbeumo amepiga uh, goli 18 mpaka sasa katika EPL ni mtu muhimu pia ambaye anatajwa kwamba huenda Manchester akawamwangazia na akawa kwenye kikosi cha season ijayo, ambayo Manchester inahitaji kufanikiwa zaidi. Tunafahamu fainali dhidi ya Spurs huenda yakawapeleka Manchester kucheza Champions League. Kwa hiyo dirisha kubwa la sama dirisha kubwa la majira ya joto litakuwa na taswira kubwa zaidi kwa ajili ya mustakabali wa msimu ujao wa Manchester hii ndiyo imewahi kuwa manchester mbovu zaidi ya msimu huu kwa mujibu wa Amorim. Hata mimi naamini hivyo, ikiwa imefungwa michezo tayari 18 na mechi ya Chelsea ilikuwa mechi ya mwisho kufungwa kwao. Tunatarajia kuwa na dirisha ambayo itakuwa bize zaidi na kuona Manchester wakifanya usajili mkubwa zaidi. Subscribe, like, share na comment kupitia hapa hapa local content chao.